Tupo hapa Iyumbu North. uh, tumekuja hapa baada ya kupata malalamiko uh, ya familia ya marehemu Thobias Msigwa ambaye ni mmiliki halali uh, wa kiwanja namba moja stroke thelathini, moja stroke thelathini na moja, moja stroke thelathini na mbili, na moja stroke thelathini na tatu uh, kitalu D hapa Iyumbu North uh, tulipokea msimamizi wa mirathi, alituletea taarifa ya kwamba kuna mvamizi amekuja, ameanza ujenzi uh, katika uh, moja ya kiwanja chao uh, na imefanyika jitihada kadha wa kadha uh, za kumsimamisha huyu bwana anayejenga hapa tokea kukiwa kuna msingi uh, na bado kama mnavyojionea ameweza kuendelea mpaka kupaua mpaka kupiga plasta na kuweka magril, lakini hana kibali chochote cha ujenzi katika kiwanja hichi, na wala si mmiliki halali. Mwenye hati halali ni msimamizi wa mirathi eh, ya Priska ambaye ni msimamizi wa mirathi ya marehemu Tobias Msigwa. Na hata kibali cha ujenzi ambacho huyu bwana alikiomba si cha kiwanja hichi. Aliomba kibali cha ujenzi wa kiwanja kile kule. Kwa amefanya kwa makusudi Ujenzi katika eneo ambalo si lake. Sasa mimi nimtake mkurugenzi wa jiji la Dodoma uh, kuweza kuchukua hatua za haraka za kuja kuvunja uh, nyumba hii na kumkabidhi uh, msimamizi wa mirathi ya marehemu Thobias Msigwa kiwanja chake ambacho ndio mmiliki halali. Nitoe rai uh, kwa watu kuacha kuvamia maeneo ya watu ambayo yana umiliki halali na nyaraka halali uh, katika, katika jiji letu la Dodoma kumekuwa kuna tabia hiyo ya watu kuingia kwenye maeneo na kuanza ujenzi bila ya kuwa na kibali, bila ya kuwa na nyaraka yoyote ya umiliki. Sasa hili ni eneo halali la mama huyu e, ambaye ndio msimamizi wa mirathi na mimi leo nimekuja kumkabidhi kiwanja chake. E, juu ya nyumba hii, mkurugenzi wa jiji, ndio e, alishughulikia kwa haraka, lakini kiwanja hichi hapa ni kiwanja halali cha mama hapa ambaye ni msimamizi wa mirathi ya marehemu Thobias, e, Msigwa. Mgogoro wa kuvamiwa hapa nimeugundua 2021 Elfu mbili na ishirini na mbili, akaonekana ni mtu aliyevamia hapa. Ni joji, baada ya kugundua na kujiridhisha watu wa jiji kwamba ni haki ya kwangu ni haki ya Thobias Msigwa, ilibidi atolewe barua ya kusimamishwa ujenzi, lakini alikaidi. Kwa uamuzi uliochukuliwa leo, kwa kuwa mmejiridhisha na kuona ni haki ya mume wangu Thobias Msigwa, ninashukuru sana waziri kwa kunisaidia Nashukuru sana ofisi yote kwa ujumla kwa kunisaidia kurejeshewa haki yangu.